Na hapa ni nje mwa dimba la Benjamin Mkapa, tumekutana tena, mwanamichezo mwenzetu, karibu kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mnyama Simba anaunguruma dhidi ya Fountain Gate, mchezo wa kwanza wa timu ya Simba chini ya kocha Hemedi Morocco. Je, yeah, leo wana Simba watapata matumaini makubwa kutoka kwa kocha Hemedi Moroko, ambaye alikuwa anakinoa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars? Hivi leo anacheza hapa dhidi ya Fountain Gate ambayo ina mizengwe mingi

Kweli kweli. Itakuwaje dakika 90 za nguvu na jasho, ndizo ambazo mtazamaji wetu unastahili kujua kila kitu ambacho kinatokea katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Nenda hapo subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele, ili mtu wa kwanza kupata taarifa zote ambazo zinajitokeza kutoka DNA TV. Hapa leo jambo ni moja tu. Dimba la Benjamin Mkapa mchezo wa NBC Simba Sports Club dhidi ya Fountain Gate.